Uchafu usio wa kawaida, mwanamke, tega sikio kwa makini zaidi ili kufahamu uchafu wa maambukizi, uchafu ambao utakuletea hatari kubwa sana katika via vyako vya uzazi eh? Mwanamke anayepata uchafu wenye rangi ya njano, uchafu wenye rangi ya kijani, rangi ya kahawia rangi ya kijivu ama rangi ya maziwa, lakini maziwa yale, maziwa ya mtindi. Nikisema hivyo, nadhani mnanielewa. Maziwa ya mtindi yanakuwa yanafananaje na huu ya uchafu, hicho ndo kitu ambacho unajaribu kukuelewesha. Sasa kama utaona hii hali inakutokea na uchafu unaoweza ukawa unaambatana na harufu kali sana, wakati mwingine unaweza ukawa ile harufu inakuwa kama la shombo la samaki eh, basi fahamu hiyo ni hali ya maambukizi katika via vyako vya uzazi. Sasa kama ulikuwa haufahamu hilo, basi fahamu. Lakini kama ulikuwa hujachukua maamuzi ya kupata matibabu, basi nenda kaanze matibabu haraka iwezekanavyo, ili uwe mama baadaye. Usipoweza kutibu leo hii, basi kesho yake utachekwa kwa sababu unashindwa kuzaa, au utaachika kwa sababu ya kushindwa kuzaa. Kila mwanamke ni mama, namba yangu iko bayo kwa ushauri na utambuzi juu ya afya yako.